Akiwa na miaka 38 mwanamuziki kutokea nchini Kenya, Avril amereveal kwamba anatarajia kupata mtoto wake wa pili. Yes, kupitia ukurasa wake wa Instagram, Avril ameweza kuwa taarifu mashabiki zake kwamba, eh, here we go again, eh, anakuja tena uh, na safari hii yupo na ujauzito wa mtoto wake wa kupitia kurasa wake wa Instagram ameposti picha ambayo yeye akiwa amejiziba, yani ya amepiga zake kwenye engo fulani vya juu, ikiwa inaonesha tumbo na mapaja na za, za, za hapa. Eh, watu mbalimbali wakimpongeza kwamba hongera sana, hongera kuinform tu Jamani, nina ujauzito, muelewe hivyo. yes, Avril bwana na mtoto mmoja mpaka sasa, na huyu Mwenyezi Mungu atambariki na atakuwa ni mtoto wake wa pili akiwa na miaka 38, bado muda upo na <laughs> e, habari mbalimbali za burudani kila siku, kupata habari zetu. Kila siku, hari ambao wao wanatuambia sisi kwamba jukumu la kusafirisha bidhaa kutoka nchi tano duniani kama vile Dubai, uh, Uturuki, India, Marekani, China lipo mikononi mwao. Giza sasa uh, kupitia Silent Ocean simba wa bahari lakini pia kupitia Kilimanjaro Star Cargo. Bye bye.